Nam mtazamaji wa Trend TV bwana, wabongo wamemjia juu kweli kweli Diamond Platinumz, kama unavyoelewa bwana, kutokana na fujo ambazo zimetokea hivi karibuni eh, kila mtu inaonekana kama vile gazabu zake anazimaliza popote pale, na this time around ni kwamba wasanii bwana, wametokea kuandamwa kweli kweli na mashabiki zao eh, kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo wao wanaona kama vile kwa namna moja au nyingine walikuwa wamewatupa japokuwa Diamond Platinumz bwana siku ya jana aliweka ujumbe kwa kutoa salamu za rambirambi na kuwapa pole wale wafiwa, au uh, watu ambao wamepoteza wanafamilia wana, wana wenzao, au uh, ndugu jamaa na marafiki katika fujo ambazo zimetokea hivi karibuni. Lakini still, bado bwana ni kwamba baada ya kutoa salamu hizo za rambirambi, Diamond Platinumz bwana ameendelea kupromoti nyimbo zake, jambo ambalo watu ameona kama vile alikuwa akikuwa kitu cha busara sana kwa Diamond kukifanya.

Yani, hapa nachomaanisha ni kwamba Diamond Platinumz bwana, siku ya jana aliweka salamu za rambirambi na kuwapa pole wale wote ambao wamekumbwa na matatizo, amewapa pole, watu wote wamekutwa na zahama hizo. Diamond bwana angetulia kidogo at least hata siku mbili tatu zipite, eh bwana, mambo yatulie, watu mioyo yao ipoe, alafu then baada ya hapo sasa ndo aendelee na mambo mengine ya burudani, eh bwana. Lakini kwa upande wa Diamond Platnumz nadhani yeye, hii ndio biashara yake, anatakiwa aendelee kutafuta pesa, umeona bwana, kwa hiyo kazi yake ni mziki, kwa hivyo basi kwa upande wake Diamond bwana akaamua kuendelea na business yake ya kupromote biashara yake ambayo ni mziki, japokuwa Watanzania wengi hawajamuelewa na kuanza kumsema vibaya.

Hiyo bwana, kwa kifupi ni kwamba Diamond Platinumz kitendo cha kuposti wimbo wake wa Sasampa leo hii bwana, baada ya kutoa salamu za Rambirambi siku ya jana halafu leo kuposti wimbo wake wa Sasampa, watu bwana wamemjia juu na kuanza kumsema huko katika mitandao ya kijamii hususan katika ukurasa wake ye mwenyewe wa Instagram, sehemu ambayo ndipo alipopromote nyimbo yake hiyo mpya kabisa inayokwenda kwa jina hilo la Sasampa. Sasa kitu ambacho kimetokea bwana, nadhani nataka kwanza nikukumbushe ujumbe mzuri kabisa ambao Diamond siku ya jana aliuandika. Aliandika kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mpanga wa yote na, hapa, na hapa jatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu, insha Allah. Na kwenye hili pia vile vile Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu Diamond akaendelea hapa kwa kuandika kwamba atujalie amani zaidi, yaani Mwenyezi Mungu atujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo hapo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi. Amin. Na huo ndo ujumbe adhimu kabisa ambao Diamond Platnumz alikuwa ameuweka kupitia ukurasa wake wa Instagram, kama vile kuwapa pole watu wote ambao wamekutwa na majanga au kupoteza familia au ndugu jamaa na marafiki katika fujo ambazo zimetokea hivi karibuni. Lakini bwana Wabongo hawajaliona. Baada ya hapo ni kwamba of course Diamond baada ya kuposti huo ujumbe then siku ya leo ameposti picha mpya kabisa katika ukurasa wake wa Instagram na, uh, huku akiendelea kupromoti wimbo wake unaokwenda kwa jina la Sasampa Nadhani hizi ni picha za video uh, the behind the, behind the scene ya video ambayo inatakiwa labda kutoka hivi karibuni au tayari ishatoka. Uh, lakini all in all, kinachoonekana ni kwamba wabongo hapa ndipo sasa walipokuja kukerekwa baada ya kuona Diamond ameposti wimbo wake au amekuwa akipromote, maana ukipita katika insta story yake pale juu katika ukurasa wake huo huo wa Instagram utakuta ameposti watu wakiwa wanafanya challenge za wimbo wake huo wa Sasampa. Sasa hapa ndipo komenti zilipokuja kumwagika za kutosha, watu wakiwa wamemjia juu kweli kweli, Diamond kwamba watu wako na machungu, inakuwaje yeye anaanza kupromoti mambo yake ya mziki? Nataka nikusomee baadhi ya komenti hapa ambazo zimejitokeza. Kwa mfano, kuna huyu hapa amekuja ameandika kwamba Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, da management ya huyu icon wetu bwana inamwangusha sana in terms of life living, nasibu ichi kipindi hiki ni kipindi cha maombolezo, and then unaleta i don't care kwa mashabiki zako, unatuangusha sana. Yani, wadau bwana, wanasema kwamba sasa hivi wapo katika kipindi cha maombolezo eh, lakini yeye Diamond kuposti wimbo wa Sasampa na kupromoti kazi zake ni kama vile anawaangusha kweli kweli mashabiki zake. Mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, tupo kwenye msiba mkubwa sana, wewe hilo wala huna habari nalo au vipi? Bwana mimi ni mmoja kati ya mashabiki zako wa damu kabisa, ila kwa hili ulilolifanya kaka, kiukweli siwezi nikawa pamoja nawe pia vilevile vile. Pole, nakupa pole yako. Mm, what goes around comes around bro. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo, huyu anaitwa Official Swear. E, ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo e, kuna mtu hapa amekuja kumjibu hapa hapa. E, baada ya Diamond huyu kuja ku comment hivyo, kuna mtu hapa amekuja amemjibu huyu mwenye mtu aliyekuja ku comment hapa. Shabiki mwingine amekuja kujibu ameandika kwamba unataka asifanye kazi kisa kuna msiba? Wewe hujaenda kazini kwako leo? Ni hapa anachomaanisha ni kwamba eh, sasa hivi bwana, baada ya hali hali kuwa shwari, ni kwamba kila mtu sasa hivi anaenda kazini. Hmm, yani kila mtu anaenda kazini kwake kama wewe ni nesi, ni daktari e, bwana kama wewe ni askari au wewe ni mwanajeshi, basi sasa hivi bwana unarudi kazini kama kawaida, unaenda kuripoti, mambo mengine yanaendelea. Sasa basi, kama kila mtu amerudi kazini, ina maana kwamba Diamond na yeye pia kazi yake ni muziki. Kwa hiyo hiki anachokifanya ndio yuko kazini kwake. Kwa hiyo hapa kuna mtu amekuja kumjibu huyu amemuuliza kwamba je, eh, huyu jamaa anachokifanya, ni kazi yake je. Wewe leo kwani hujaenda kazini kwako? Kuna mwingine huyu hapa amekuja amecomment amesema kwamba, e bwana, e bwana Diamond inaonyesha kabisa kwamba low IQ. Kuna mtu mwingine alisema kwamba, e bwana kaka, Mungu atakujibu. Kuna mtu alisema kwamba, e bwana tunakusubiri kaka <laughs> tukuone e. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza, so it is what it is, hivi ndivyo mambo alivyo kuhusiana na kile ambacho amekifanya Diamond. Lakini ukifikiria vizuri, e ni kwamba Diamond, e bwana, e kwa namna moja au nyingine Uh, yuko na point kwa sababu mziki ndo kazi yake, na sipo posti mambo yake, naye pia yanakuwa yanadorora, na uh, ukizingatia kwamba takriba ni takriban siku saba hivi Eh, hakuna mtu ambaye alikuwa anafanya kazi yani, hakuna mtu ambaye alienda kazini au vipi? Kwa hiyo Diamond baada ya kuona kwamba siku saba zimepita eh, bila yeye kufanya kazi, na tayari serikali imewaambia watu waendelee na majukumu yao kama kawaida, basi naye pia kaona wajibike, aendelee na kazi zake za kimziki. Sasa hiki ni kitu ambacho kimewakera baadhi ya watu ambao wapo kwenye maombolezo eh, bwana. Kwa hiyo, ndo hivyo mambo yalivyotokea huko mtandaoni. Je, kwa upande wako wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile, hakikisha vile unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.